Bismillahir Rahmanir Rahim, tunaendelea na masomo kutoka katika surati Yusuf, tuko na kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya a'udhu billahi min ashaitanir rajim idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Kumbuka aliposema Yusuf kumwambia baba yake, li abihi, ya abati, ewe baba yangu kipenzi. Kwa sababu ya abati ni tofauti na ya abi. Abi, baba yangu kawaida tu; abati, baba yangu kipenzi. Inni, kwa hakika mimi; raaitu, nimeona yaani usingizini. Ahada ashara kaukaban, e, sayari kumi na moja au nyota kumi na moja alshamsa waalqamara, na jua na mwezi. Yani, nyota kumi na moja nimeona na jua na mwezi raaituhum li sajidina, nimeviona vikinisujudia. E, kisa kinaanzia hapa, ni yani aya iliyotangulia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema nahnu nakusu alaika ahsana alkasas, tunakusimulia kisa kizuri sana, kilikuwa hakikutajwa aya iliyofuata ambayo ni hitu nayo imeanza kuzungumza kisa cha nabii Yusuf. Kwa hivyo kisa chenyewe ni kisa cha Yusufu alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Yusuf ni mtoto ni, ni nabii mtoto wa nabii Yaqub mtoto wa nabii Ishaq mtoto wa nabii Ibrahim, ndio ana, ndio maana anaitwa Karim Ibnul Karim ibn lkarim ibn lkarim mtukufu mwana wa mtukufu mwana wa mtukufu mwana wa mtukufu. Ee, kisa hiki kimeanza kwa mazungumzo ya, ya ndoto na hii inaonyesha kwamba ndoto ni sehemu ya maisha ya binadamu. Lakini ndugu zangu, katika imani, neno la utangulizi ni kwamba Ndoto ni jambo la ghaibu, kile unachokiona si halisi. Ndio maana mtu anaweza kuota jambo la mustakbali, halijatokea. Kwa hivyo ina maana yeye anaona picha tu ya lile jambo. Hiyo ni nukta ya kwanza, ni kwa hivyo ni, ni jambo la ghaibu. E, kwa maana hii basi unakumbuka tulisema hatuthibitishi ghaibu isipokuwa kwa njia ya wahai e, iki, ikiwa ndoto itakuwa imeafikiana, haikukinzana na maelekezo ya dini, tunaweza tukajiliwaza tukasema huenda ina maana kadha, huenda ina maana kadha, lakini si jambo la kuchukua ilmu kwa uhakika. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili inajengeka kutokana na hii nukta ambayo nimeitaja ni kwamba sisi hatuchukui sheria na mafundisho kutoka katika ndoto. Mafundisho yaliyomo katika Qur'ani na hadithi yanatosha kumuongoza mwanadamu kwa upande wa dini, kwa upande wa maelekezo ya dini. Kwa hivyo kama jambo ni haramu au tuna ikhtilafia, kama jambo ni haramu halitakuwa ni halali kwa sababu mtu ameota kwamba ni jambo hilo ni halali. Kama tuna ikhtilafi ya kielimu, hatuwezi kuivunja kwa sababu kuna mtu ameota, kauli rajih ni kadha. Hatushiki, hatuchukui mafundisho ya dini kutoka katika ndoto. Kwa upande wa maisha ya duniani duniani eh, hatuchukui ndoto pale tunapofanya maamuzi ya msingi. Kama ni maamuzi yanahusiana na dini, ma, ma, ma, masala ya maisha yanahusiana na dini, tutarejea katika dini. Kama ni masala ya maisha yanahusiana na maisha, kama maisha tumeambiwa na Qur'ani, washawiruhum fil amri, shauriana na wao katika mambo kwa hivyo kwa muhtasari ndugu yangu, nikuambie kwamba sheria haijafanyapo hata mara moja kwamba ndoto ni nirejea, kwamba mtu anamuoa fulani kwa sababu ameota kwamba ni mke mwema, amemuota kwamba atakuwa ni mke mwema au ameolewa, au hamuoi fulani kwa sababu amemuota katika sura mbaya. Hatuchukui mafunzo kutoka katika ndoto, na hiyo ni kwa sababu kwa sababu ndoto ziko ambazo ni za kweli na ambazo sio za kweli, na hakuna kanuni maalum na ya uhakika kiasi cha kutegemewa inayotofautisha kati ya ndoto za kweli na ndoto za urongo. Namba mbili. Hata kama ndoto itakuwa ni ya kweli, hakuna kanuni maalum na fomula maalum inayotupa tafsiri ambayo tunajiridhisha, kwa sababu unaweza kuota wewe unaadhini na hiyo ikawa tafsiri yake ni haji, na unaweza kuota unaadhini tafsiri yake ikawa ni, ni, ni, ni wizi kama ambavyo Ibn Sirini alitafsiri. Kwa hivyo ndoto ina ina utata mwingi kiasi kwamba, kwa maelekezo ya dini, haifai kuitegemea kuwa ni hoja na ni rejea. Lakini wanasayansi wametuambia kwamba ndoto ziko aina mbili, na dini ikatutajia aina nyingine ya tatu, kwa sababu hii ya tatu ni ya ghaib. Hii ya tatu ni ya ghaibu, haiwezi kujulikana isipokuwa kwa njia ya wahai. Kwa hivyo ndoto ziko za aina tatu. Katika klipu inayofuata, inshallah tutazitaja hizo aina, na tuendelee na kutoa faida zingine.